Nabii alikuwa ana mali zake, ana maisha yake. Kwa hiyo Allah alirestore vitu ambavyo vilitoweka, hata kathura naslahu alirejeshewa neema hizi, mpaka nasabu yake ikawa ina watu wengi, wasara ahlahu dhaifa makana wa adhaf, na familia yake ikawa ina idadi kubwa ya watu zaidi ya waliokuwa mwanzo na zaidi ya hapo kwa mfano alikuwa nao ishirini wakaongezeka zaidi ya ishirini nyingine wakawa ni familia kubwa. Dhalika alipewa yote hayo. Naam, sara ahlahu dhaifa makana wa adhafu, dhalika alipewa familia yake kwa kuongezewa watu maradufu ya wale waliokuwepo waliokuwepo mwanzo na zaidi ya hivyo wa anil hasani mwana yamesema. Wa chuoni mwingine Alhasani amesema annahu ahyahum baada an halaku, hakuzalishiwa watoto wengine ila Allah aliwahuisha wale watoto wake wa mwanzo baada ya kuwa walishafariki. Kila mmoja ana hoja zake kwa mujibu wa rejea alizotumia. Waqala Abu Hayani, mwana wa chuoni mwingine Abu Hayani anatafsiri wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'um, Abu Hayani anasema aljumhuru, jopo kubwa la wanawachuoni wa tafsiri wamepita kwamba, ta kwamba ala annahu ta'ala, kwamba Allah mtukufu ahya lahu man mata min ahlihi, alimrejeshea katika uhai wale waliofariki katika familia yake watu wake, wa afal maraba halafu na mwenyewe Ayubu akamponya maradhi yake, wajamaa alaihi man shattata minhum. Na halafu pia jengine alilofanyiwa Allah alimrejeshea wale watu wake waliomkimbia katika hali ya maradhi. Wengine walimnyanyapaa akawa hana anayemwalisa zaidi ya mke wake mmoja. Walimtupia huyo mke mmoja kila janga, kahangaika na mumewe katika hali ngumu muda wa miaka 18 sasa. Wale wote waliomkimbia walipomwona mzee karudi yuko vizuri, na wao wakarudi. <laughs> si watu wanarudi pazuri tu, wakarudi, watu wake, familia yake ikarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Yote hayo alifanyiwa Ayub, rahmatan minna, kuonyesha rehema zinazotokana nasi, hizo ndo rehema zetu kwa waja wetu rahmatan minna bihi lisabrihi, hiyo ni ishara ya rehema yetu kwake mja wetu, kwa jinsi alivyoonyesha subira. Katahiniwa kwa majaribu makubwa, lakini alikuwa mvumilivu. Fadhila ya uvumilivu wake tumemtunza sisi, kumrejeshea neema hizo kwa rehema zetu. Wa ikhlasihi, halafu pamoja na kwamba alipita kwenye maisha mazingira magumu alikuwa yupo ikhlasi moyo wake na mola wake haukutetereka. Kaishi vizuri kwenye maisha yake ya kiimani, kafanya ibada zake zote kwa muda wote wa matatizo aliokuwa nao. Wa dhikra liuli l albab, na haya yanatakiwa yawe ni mawaidha kwa watu wenye akili. Yote haya tunakuambieni, tunakuelimisheni yawe ni ukumbusho ubakie katika akili za watu, kwa wale wenye akili, kwamba sio kwamba wewe ni mtu mcha Mungu unajitahidi kwenye ibada, tena usiguswe usipatwe na baya. Likikufika baya kidogo unaanza kuomboleza kulaumu, unasema kama mambo yenyewe ndo haya, huyo Mungu mwenyewe mimi namkataa, sina habari naye, kwani hanioni shida nilizo nazo? Namuomba wiki ya pili hii hajaniitikia, naachana naye Unakuwa unafeli mwenyewe. Kwa hiyo nabaki hili liwe ni somo, watu wajifunze vipi Allah huendesha mambo na anapofanya maamuzi kwa waja wake, yawe ni zuri au mabaya, lakini kwa mtu inakuwa ni mtihani. Ibakie hii kuwa ni dhikra, ni kumbukumbu kumbu ya kuihifadhi moyoni, mawaidha ya kuyazingatia, liulil albabi, kwa watu wenye akili, yaani maana yake waibratan lidhawi luquli almustanira. Tukio kama hili tumeliweka hapa, iwe ni mazingatio kwa watu wenye akili angavu, akili zinazoona mbali. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir yani maana yake ma aya hii, wadhikra li dhawi luquli, tumeliweka hili liwe ni kumbukumbu, mawaidha kwa wale wenye akili li'alamu anna aqibata sabri alfaraju, wenye akili wajifunze hapa na wajue mwisho wa majanga ukisubiri Allah anakuletea faraja. Hakuna dhiki inayoendelea mpaka mwisho, utakumbana na dhiki, lakini mwisho wake Allah atakuondolea dhiki, faraja inakuja, iwe ni mafunzo kwa watu wenye akili, walitambue hilo. Wa la tahnath, aya inayofuata, Allah alimwagiza mja wake Ayub baada ya kupona yuko vizuri, akamwambia wa khudh biyadika dithan, chukua kicha mkononi mwako, fadrib bihi, upige kwa kicha hicho, wala tahnath, usivunje yamini yako na hakika wengine hawajanifahamu hapa. Nilichokisema kicha, inawezekana hakifahamiki kwa lugha ya kwetu kule Unguja. Kicha ni kitu kilichofungwa kwa mzigo, kama ule mchicha uliofanywa fungu, ukafungwa kamba, au zile cherewa za makuti ya mnazi zinazofanywa fyagio, zimefungwa pamoja hivi, kama nane kumi ishirini inaitwa kicha kwa kwetu kule shamba visiwani. Sasa kaambiwa afanye hiyo mzigo wa fimbo mia moja, azitumie fimbo hizo kumpigia mkewe. Hapa napo pana hadithi ndefu, lakini nataka angalau leo nipate aya nyingi kabla sijaondoka hii sura. Kama sikuimaliza ibakie kidogo, au mnaonaje aya huyu bwana kulitokea tukio katika maisha yake ya ugonjwa. Mkewe alimuudhi, mke alimuudhi mumewe, akamwambia nikipona maji yangu nitakupiga fimbo mia kwa maudhi haya ulionifanyia. Sikupenda simulizi kwenye vitabu, ziko nyingi, maudhi gani yaliyofanyiwa. Lakini hapa wanasema mke alikuja kwa Ayubu katika hali, siku hiyo kazidiwa, anaugua sana akamwambia sa, mume wangu, shida hii mpaka lini? Lakini na wewe mtume wa Mungu, dua yako inajibiwa, si umuombe Mungu akuondoshee tena haya matatizo? Hakuipenda hiyo. Ayubu akamuuliza mkewe, kwani mke wangu, mi na wewe tumeishi katika maisha ya raha na neema kwa muda gani? Akamwambia miaka themanini, tumekaa katika maisha ya raha mi na wewe 80. Tangu kupata matatizo haya mpaka sasa hivi mimi nina muda gani huu? Mwaka wa kumi na nane. Akamwambia basi, mimi naona haya, amenineemesha mola wangu nimevagaa neema kwa miaka themanini, alafu siku mbili tatu ananitahini nianze kulalamika kuomba msaada nini? Hiyo sikupenda ulichoniambia. Wengine wanasema hivi, wengine wanasema katika shughuli za kumhudumia mume wake, yeye ndo atafute chakula apate chake, e na cha kumpa mume wake Siku moja kaishiwa hana matumizi, na huyu mama alitengwa na watu. Mjini walikuwa wanaona tatizo la mume wake ni balaa, maradhi haya huenda yakawa ya kuambukiza, hawamtaki hata kumuona huyu mama mjini kule, nenda kakae na mzoga wako. Sasa siku moja kaishiwa chakula, hana hela, hanaye, wakwenda kumuomba msaada, lakini katika kuhangaika mbali na mji akakuta kuna eneo watu wananunua nywele, haya mambo ya kuunganisha nywele, muafrika akavaa nywele za Kihindi. Haya kuanza leo tangu huko zamani. Na huyu mama alikuwa mzuri, inasemekana ni mjukuu wa Nabii Yusuf alaihi ssalam, ndo aliomuoa Ayubu, mzuri kama babu yake au zaidi. Hasa Ayubu mwenyewe anampenda mke wake vile alivyo. Kaja siku hiyo, kamletea chakula lakini kamwangalia kichwani, kamuona hana nywele. Kakata nywele zake kawauzia wasusi huko, wawapambie watu wengine. Akakasirika Ayubu, akaambia kitendo ulichonifanyia leo, nitakupiga fimbo mia nikipona maradhi yangu. Sasa simulizi ziko nyingi sababu, kwa hiyo aliweka nadhiri na aliapa kwa jina la Allah, wallahi, nikipoa tu kwa kitendo hiki nitakupiga fimbo mia moja. Sasa siku aliyopewa dawa Ayubu aliyoambiwa urkudh birijlika, weka mguu wako hapo chini, piga kwa mguu wako chini, hadha mughtasalun baridun wa sharab, maji haya tumia kwa kuoga na kunywa. Wakati huu mke wake alikuwa hayupo, kaenda kuhangaika kutafuta chochote kitu ili yaja yapate kula yeye na mume wake Ayubu. Kutokea yale maji pamoja na ugonjwa wake, lakini kajaribu kunywa kaweza kunywa kidogo, kapata nguvu kidogo, mingine akajimwagia, akaoga, akarecover hali yake kwa muda mfupi sana. Alipojiona yuko vizuri, akajiondoa pale alipokuwa kalala kwa muda mrefu, akatembea tembea kama anafanya mazoezi, alafu akenda hatua kadhaa, kuna mti akaegemea mti. Yuko vizuri sasa hivi, sura imerudi Handsome. Alipokuja mkewe pale kibandani alipoweka mume wake hakumkuta, akasikitika sana huyu mama, labda kuna wanyama wabaya wamekuja kuchukua huu mzoga, lakini wakumuuliza hana, na yeye kuhangaika yake sasa kutafuta, kaelekea wapi, au kama kuna alama labda za kuburuzwa buruzwa, ndio alipokuwa anazunguka akamkuta Ayub kaegemea mti kama hivi, na huyu ni mwanamke mwenye heshima yake, hakumwangalia yule mtu usoni, kamuuliza "Bwana, hujamuona mtu yoyote kupita maeneo haya, akanichukulia yule mgonjwa wangu pale?" Ayubu katabasamu tu <laughs> anamtazama, mke ana majonzi, anahangaika kutafuta mumeo, na huyo anayemuuliza hamwangalii usoni sababu ya haya, ye ni mwanamke mkodomacho tu kwa kila mtu asimjua. Kwa hiyo Ayubu akamuuliza, kwani unamtafuta nani? Namtafuta mgonjwa wangu mume wangu, anaitwa Ayubu, natoka kutafuta chochote kitu, nimekuja simkuti. Ayubu akamuuliza, kwani ukimwona Ayubu unamjua? Ndo yule mama akaangalia, akakumbuka enzi zao za utotoni, sura za utoto, wakakumbatiana wakacheka. Sasa kwa hali hii hata ingelikuwa ni mimi na wewe, hata kama umeweka nadhiri, unasema nimemsamehe, ilikuwa hasira tu, lakini nadhiri umeweka kwa jina la Allah, ni kitu kimerikodiwa, lazima utekeleze. Ndio maana akaambiwa uliweka nadhiri ya kumchapa fimbo mia mkeo, kwa sababu ya yamini uliyokula, usije ukabatilisha ukatengua yamini yako, itekelezee nadhiri yako haki yake, lakini akafanywa tafifu fimbo mia badala ya kumkunguta mpaka akapata majeraha funga hizi fimbo pamoja, alafu mpige kishikaji tu kwa upole, na ziri yako itakuwa imeondoka. Imefahamika eh? wa khudh biyadika dhighthan, chukua kwa mkono wako kizigo cha hizo fimbo mia ziweke pamoja. Allah anamfundisha hikma. fadhrib bihi tumie huo mzigo wa fimbo umpigie mkeo, lakini sio kwa tena, unampiga unamkomoa. Mpige kidogo ada tu, utekeleze nadhiri yako. Wala tahnas, alhanasu ni kuweka nadhiri halafu usitekeleze. Kwa hiyo akaambiwa la tahnas, usije ukatelekeza nadhiri yako. Ondoa wa nadhiri kwa kumpiga fimbo mia kwa pamoja, nadhiri yako itakuwa imeondoka. Nadhani nimefahamika eh? Chukua kwa mkono wako kicha cha fimbo zilizofungwa pamoja. Fadrib bihi, upige umpige umkeo kwa hicho kizigo cha fimbo. Wala tahnas, usitengue naziri yako, usiitelekeze naziri yako bila ya kuiondoa. Yaani maana yake waqulna lahu tulimwagiza Ayub khudh biyadika huzmatun, chukua kwa huu mkono wako mzigo uliofungwa pamoja minal qadbani, wa fimbo au fito nyembamba nyembamba, arrakika arrafia, chukua fimbo zilizofungwa pamoja. Fadrib biha, huo mzigo wa fimbo utumie kumpigia zaujataka, mkeo. Litabraa biyaminika ili wada, analielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zkur ibada, na kisa chengine hicho cha nne anaambiwa Mtume akiweke katika kitabu hiki wakumbuke waja, wadhkur ibadana, wataje kwenye kitabu hiki waja wetu wengine hawa Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ibrahim ni baba hapa na Ishaqa ni mtoto wa Ibrahim na Yaqub ni mjukuu wa Ibrahim. Mtukufu kazaa mtukufu na akazaa mtukufu na yeye akazaa mtukufu. Wataje waja ibadana, wataje waja wema. wako vizuri, upande wa taa. Ibrahim mtahim wa Ishaq na Ishaq na Yaqub, na Yaqub hawa ulil aidi ni watu wenye nguvu kwenye ima wana nguvu ya kiimani wal absar, halafu wana nguvu ya uoni ya uoni wa mbali. Wanajua huu mtiririko wa safari ya maisha ni mpana na una vikwazo hapo mbele. Yupo hapa, lakini mtu anawaza akhera yake. Je, nitaenda kulia au kushoto? walikuwa kwenye dini na kwenye masuala ya kiimani wako vizuri udhkur ya Muhammadun, taja ewe Muhammad, haulai lambiyai lakhyari, hawa manabii wema, wataasi bihim, na uwaige wafanye wao kuwa ni uswa kwako wewe. Anaambiwa mtume wetu analopewa mtume wetu ni kwa ajili yetu, tunapewa na sisi Ukitaka uwe mwema, ufaulu, waige hao ambao wamefaulu baada ya kutahiniwa. Huko akhera hakuna uteuzi, hawaende watu kwa kuteuliwa. Huyo anatoka wapi? Mwanza? Mwanza wako vizuri, mpeleke wa mwanza huyo. Huyo anatoka wapi huyu? Ah, wazanzi? Wazanzibari pia wako vizuri, wapeleke. Hatuendi hivyo kwa uteuzi au kwa kutunukiwa, lazima ufanye kitu kithibitishwe, umepasi ndo hapo unapata isba Iga waliofaulu, ili na wewe uwe ni miongoni mwao alladhina. Hawa ni watu ambao jamauu baina lquwwati fil fi libadati wal basira au basair fi dunya fi dini. Hawa walikuwa wamechanganya pamoja, walikuwa na bidii kubwa kwenye upande wa ibada, na walikuwa akili zao zinaona mbali. Ukisikia mtu ana basira Sio macho haya ya kuonea, anaona kwa macho ya moyoni, anazingatia mbali. Huwezi kuitwa kwamba una basira wewe, utakuwa una basar tu macho yako ya kuonea, huyu samaki, huyu demu, huyu nani, basi unatumia hivyo ovyo ovyo tu. Hawa walikuwa ni watu wenye kuona muono wa mbali na kwenye imani walikuwa wako vizuri. Qala Tabari, amesema Tabari Kwenye tafsiri aya hizi ulul aidi maana yake ahlul quwa, hawa watu walikuwa wana nguvu fi ibadati llahi, katika upande wa imani, nguvu ya kumwabudu Allah. Wa ahlul uquli almubsira, na walikuwa ni watu wenye akili inayowawezesha kuona mbali, hawatazami hapa hapa tu maisha ya leo. Allah anawasifia waja wake hawa kwa kusema inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar, hawa ni wateule tumewapik tumewachagua kwamba hawa wamefanya vizuri katika kumbukumbu -kumbu zao, kufanya maandalizi ya nyumba ya mwisho ya kufikia dhikra dar. Walikuwa wanaikumbuka pepo na wanajua alternative kama sikufaulu kwenda peponi motoni wako hapa, lakini wanaona kwenye final goal mefahamiana nikifanya mashara nisipofaulu kwenda janna naenda kwenye jahannam. Wapo duniani, lakini watu wanaona mbali, wanafanya safety precautions mapema, wanajiandaa wanajipanga. So, tuaminiamini wa hivi, tukiambiwa mambo ya uko sema haya kama mchezo wa kuigiza hivi, kama si kweli hivi. Hawa watu walikuwa na yakini, ndo Allah kawasifu hivi Khasasnahum bi khaslatin khassa au khasasnahum bi khaslatin khalisatin azimati shani, tumewateua, tumewafanya ni wateule watu makhsus, waliobeba jambo tukufu kubwa, imani ya dini iliyoambatana na matendo ya taa ya kutaka matokeo bora baada ya kuondoka kwenye kizi kizingiti hiki cha mtihani. hiya adamu ltifatihim ila dunia. Hiyo azma na nguvu waliokuwa nayo hawa watu, kwa hakika walikuwa hawaangalii dunia hata kidogo. adamu ltifatihim ila dunia, wameishi duniani lakini kamwe hawakuitazama dunia, hawakuielekea dunia macho yao yanaona, uko hapa naita, nikitoka hapa naenda pale pale kuna kile kile mbele hakinacho